Mimi ni Bongozozo. Nilivyokuwa Moshi juzi, nikaenda kama kawaida kusalimia wakwe zangu Mbokomu, na kwa kuwa mahari haiishi, nikaamua niwapeleke mjini wafurahi ya siku ya Jumapili, katika hoteli nzuri inaitwa the Maridadi Hotel kibosho rodi, wastarehe kidogo, watoto waogelee, wakubwa wapate vilauri. Hiyo unajua tena basi tukaanza hapa Mbokomu ila kuna pancha Ay, kama kawaida ndio. <laughs> Kijijini pale shida, lakini wakati wa kutatua, maskini wanajua hawaendi tena, lakini tukatatua, ndio babu kapata mbege, ndioi ilikuja kuachukua, ndio tulianza safari ya kwenda mjini. Bongozozo, niko hapa ndani ya na nani, wakwe wa Tukaendelea mpaka tukafika pale Kibosho Road, tumealikwa wote kwenye The Maridadi Hotel Kibosho Road Moshi, kuja kustarehe siku ya Jumapili. Tumefika. Maridadi. Maridadi Hotel na Bongo sasa. Tumefika ndio tukachana shanga kidogo

Haya eh. Ikaja muda wa kuogelea kwa watoto na kitu kilichofurahisha sana, sikujua lakini kumbe ilikuwa siku yao ya kwanza kuogelea kwa maisha yao yote. Wakawa na furaha ya kupitiliza, sizani kama watasahau hiyo siku. Na Mbokomu, si eti tena una mbege ya kutosha, sitoweza kuiwacharuma, ila moyo kunituma, moyo wangu nituma vyema. Yo, cheze! Hapa ikaja muda wa chakula na chakula chao nyama plata. Aa, ilikuja na ndizi, kwa kuwa ni Moshi. Naona wakwe wamefurahia sana hadi watoto kangangania chips. Baada ya hapo sasa nikawapeleka basi waone vyumba vya maridadi hoteli, wakapenda sana yani vyumba vyao ni ile five star, yani ndio. Tukashangaa kidogo, walikuwa wametuwekea vizuri sana mataulo, yani kutukaribisha <laughs> Ndio penyewe kazi mwanangu, kweli la, ukiangalia kila una kitu inaonekana kule. Ukiangalia kuna mapapai, kuna miwa, kuna maua. Mimi hapa kama materu ambaye nimetoka Moshi, nani mimi ni materu kutoka Mbokomu, nikaingia hoteli ya maridadi imetengenezwa na imekuwa ni maridadi kweli kweli, kila mahali ukiangalia hmm.

Okay. Asilio baki kuwashukuru sana The Maridadi hoteli pamoja na Bob Julie aliyeimba kwa kufanikisha hiyo siku. Na mimi naongea kama balozi wa utalii kusema hii hoteli The Maridadi inafaa sana kwa watalii wa nje, lakini pamoja na hiyo kwa watalii wa ndani. Wakazi wa Moshi waje kustarehe, kutulia siku za Jumapili, siku za weekend, kula nyama, kunywa vilauri kutulia wikendi, fujo isiyo umiza. Hakuna shida yote.